Hii ni New Stars Entertainment. Tumekuja mbele zenu shabiki zetu kwa kufunga mwaka. Tunafunga mwaka huu lakini tunaenda kufungua mwaka mwingine. Na hii ndio familia ya New Stars Entertainment. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Papa Hassan na so. Kwa jina Sadani aiduni kuanzia episodi ya kwanza mpaka episodi ya saba. Na niwashukuru mashabiki zangu kwa kunifuatilia kuanzia hapo tulipoanzia mpaka hapa tulipofikia tuli. Na pia niwatakie heri ya mwaka mpya kwa kwenda kufunga mwaka. Pia naomba mniendelee kunisapoti kwa kazi ambazo zitakazokuja. Nawapenda sana. Nahitaji sapoti yenu. Kwa majina naitwa Hep Lamek Sanga. Jina langu la sanaa ni Kwini. Mimi ni msanii wa New Stars Entertainment. Najua mkuniona kwenye kazi zilizopita ila mtegemee mazuri kwenye kazi zijazo. Naombeni sapoti yenu. Asante. Hello guys. Jina langu naitwa Sen Mustafa Sen. Jina langu la sanaa naitwa Fahadi ama Chosen. Uh, Leo na wa hapa hai wote e, wapenzi wanaonifuatilia katika sanaa mbalimbali ambazo nimecheza kwa muda mrefu, nishukuru sapoti yenu ambazo mnazonipa, lakini pia nishukuru baadhi ya mashabiki zangu mkiwa mkinipigia simu e, mara kwa mara na kulipa ushauri kadha wa kadha. Niseme ushauri wenu meuchukua, nitaufanyia kazi. Nawapa heri ya mwaka mpya e, tunakwenda kufanya mambo makubwa Naombeni support zenu kwa wingi sana, mwaka unaokuja mambo yatakuwa mazuri. Chukua hiyo, twenzetu. Kwa majina, naitwa Ashura Salim Shiamu, kwa jina la usanii natumia Shurei. Mi ni msanii kutoka New Stars Entertainment, mi ni msanii mpya, nilikuwa naomba mnipokee ila na imani kwenye kazi zijazo nitakuwepo na mtaniona, nitafanya vizuri. Naomba mnipokee mashabiki zangu, na natakia heri ya mwaka mpya. Asanteni. Kwa majina naitwa Ishaka Muhammad Yatim, jina la sanaa anatumia mvua aa. mimi ni msanii wa New Stars Entertainment na nimeshiriki kwenye series ya Penzi Duni kuanzia episodi ya kwanza mpaka ya saba naomba sapoti zenu mashabiki, na nawaahidi hapo mwakani, Mungu akijalia, tutafanya zaidi ya Penzi Duni. Kwao naomba mnipokee, naomba mnione, naomba mnisapoti. Asante, asanteni sana kwa majina. Naitwa Nuru Owadi Mwakapola, jina la usanii natumia Hekima. Mimi ni msanii kutoka New Stars kuna kazi zilizopita hamkuniona, mtegemee kazi nzuri nitaifanya kwenye kazi zijazo. Nawatakia heri ya Christmas. Naomba mnisapoti, asante. Kwa majina anaitwa Sefu Ajisef, ni msanii kutoka New Stars Entertainment, jina langu la sanaa natumia kama Chila. Nipo hapa leo kuwatakia heri ya mwaka mpya, lakini pia kuongea na nyinyi shabiki zangu ni nimeshiriki ni katika series ya Penziduni kuanzia episodi ya pili mpaka episodi ya saba. Naomba support zenu, naomba mnipokee, niwatakie heri ya mwaka mpya, asanteni. Kwa majina naitwa Ramadhani Muhammad ni msanii na DOP kutoka New Star Entertainment. Uh, jina by professional, natumia kama akisoma kama msanii naenda kama kisoma, lakini pia kama DOP naenda kama kisoma kwa kweli New Star Entertainment tunahitaji support sana, tena support ya hali na mali. Mimi sikuwahi kuonekana katika episode yoyote ile kwenye movie ambayo tunazitoa hapo YouTube, lakini kutokea sasa mtaanza kuonekana kwa sababu kiachana na majukumu ambayo New Star wamenipa. Kwa hiyo kwa sasa, mimi tutaanza kuonana. Tunaamini kwamba kadri tunapofanya project ndio, ndio tunaendelea tuna kupata exposure mbalimbali mbali, kwa lengo la kufika pale ambapo tunapohitaji, ila hatuwezi kufika bila nyinyi mashabiki. Kwa hiyo tunaomba mashabiki zetu, wazee, vijana, watoto, wakina mama, wakina baba, wote muweze kutusapoti katika kazi zetu ambazo zinaruka hapo YouTube kwa akaunti ya Mtabiri Shuza TV. Santeni sana. Nianze kwa wakubwa shikamoni, poa. Wanangu, inakuwaje? Mko poa, mko fresh. Eh, bwana mimi ni msanii mpya kwa New Stars Entertainment ya tulikuwa tunaomba mtusapoti sana katika hii chaneli. Chaneli ina mambo mazuri na mtarajie vitu vizuri. Kuna episode ambazo zimefanywa, hatukubahatika kuonekana, lakini tarajieni kitu kizuri kinakuja katika miendelezo ya episode zinazokuja au single movie. Kwa hiyo tunawaahidi vitu vizuri sana na mtusapoti kwa ukubwa. Jina langu kubwa ambalo nalitumia sana katika sanaa mapesa au emoji Kwao tuko tunaomba support yako sana sana, na msisi msisahau kazi zikitoka, msisahau kushare link ili kazi yetu iweze kwenda viral zaidi, kwa sababu unapokuwa na support kazi unamtumia link mtu, anakuwa inaenda viral sana, umeona eh? Kwao tunaombeni support yenu kubwa sana kidesign hiyo, kwa sababu uki, uki subscribe pale katika hiyo channel, kwa ina maana kazi mpya itakayotoka itakuwa ni ya kwanza kukufikia wewe. Kwao tunaombeni sana support kubwa, tarajieni vitu vizuri sana kwenye New Stars Entertainment. Na kama nilivyo sema hapo mwanzo, sisi ni wasanii wapya. Nadhani wengi wameshajitambulisha kuwa kuna wengine members ni wapya. Kwa mtarajie vitu vizuri, wana uwezo wa kutosha. Kwanza tuanze na single movie ni. <laughs> Katakuwa amazing sana lakini utaona tu wenyewe, lakini jitahidini sana kusubscribe. Yaani kama tuna, kuna kitu tumeenda wrong mnaweza mkatusawazisha tukakaa sawa, kwa sababu nyie hapo, bila nyie sisi hatuwezi tukafika popote kwa sababu komenti zenu ndo zitatupa sisi ambushia kufanya hivi na hivi mambo ili akae sawa. Kwa hiyo tunawapenda sana, New Stars Entertainment. Naombeni mkasubscribe na kucomment, tunawapenda tukutane Januari, tupokee mwaka mpya vizuri na istoshe. Ah, si sema hiyo mwaka mpya vitu vitakavyokuja jamani. Uh, ni memba wa New Stars kwenye kazi zilizopita sikuwepo. Ila zinazofuata nitakuwepo. Nawaombeni mashabiki wote mnaotutazama hapa, tunaomba sana tupoji chini ya miguu yako ntusapoti kwa kila hali na mali. Nawatakia Christmas njema na Pasaka inayokuja nawatakia iwe njema kwenu. Asanteni. Ya kwa majina anaitwa Haji Omari Mpala, lakini kwa jina la kazi nafahamika kama Shuza. Lakini katika sekta ambayo New Stars imenipa mimi ni, ni director, lakini pia vilevile vile, ndo story writer wa kazi zote ambazo uliziona hapo YouTube tupo kwa sababu ya kufunga mwaka lakini kuwapongeza ninyi ambao siku zote huwa mnatufuatilia katika chaneli ya Mtabiri Shuza TV. Tunaomba tunaomba komenti zimiminike sana, pale like ziwe nyingi eh, na kushare wakati mwingine, kwa sababu tu kazi yetu tunataka iwafikie watu wengi sana. Kwa sisi tunawashukuru kwa zile support zenu mnazifanya, lakini pia muendelee kutusapoti kama kama mlivyoona mlivyo. Kuna watu ambao tumejoin nao kwa sasa hivi, yani ni wageni, wana uwezo wana uwezo. Tarajieni kuona vitu vizuri sana kutoka kwao. Tukutane hapo Januari, muone eh. Tukutane na mtaona uwezo wao, najua mtaamini na yani mtakubali, wana uwezo Tunawapenda sana tena sana sana sana, ninyi ndio mabosi zetu, si ciao?

tangu alivyomuoa mke yule ana mwaka wa tano mpaka sasa hivi, hana mtoto, hana mimba mimgoe mtamwitaio mtamwita, nasema na yule mkewe tasa yani, tasa, tasa. Eh. hata mimba hana mama. Mwaka huu wa tano nataka nipate mjukuu, lakini una miaka mitano mjukuu sijapata hata mmoja. Sawa mama, ni jambo la Mwenyezi Mungu. Mungu, Mungu panga, muda, atapata, atapata, atapata na anapanga lini tupate mtoto. Ikifika muda anapatikana hata mtoto. Ni kuomba dua zenu mama. Mkeo tasa. Nasema kwamba mkeo tasa. Yule wifi yangu yule ipti iti mama hazai. Eh? Iti mama ni tasa. Basi kakaangu nakwambia amechachuka. Fadi huyu, fadi huyu kakaangu. Huyo mamangu ndo usiseme, yaani mimi ndo kabisa, ana hata sitaki kumsikia. Mkeo sasa. Wao sinaongea nayo. Ah, mimi ame Juma akatuma hela akatuma hela hela jana. Ndio. Mzigo ulienda juzi

Yeah. Na kama namuona na mke wangu yeah. Lakini, si ni simwache, ni makosa tumeumbiwa wanadamu, makosa tumeumbiwa wanadamu

Sawa, haina shaka, mheshimiwa kafanya kali jitihada, atakusanya vijana wangu, basi kama na mauaji wapi na wapi? Sasa mke wangu mauaji na mimi wapi na wapi? na kufanya mauaji mimi wapi na wapi mauaji i nimemuona mimi? Mimi mimi najua mimi, wanipendi, najua wanipendi, wanipendi. Eh, ah, mimi sendi kokote kuambia, sendi kokote. Baba yangu amezaliwa hapa, amekulia hapa. Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Nitakufa hapa. Sendi kokote. Ni eh? mimi sisi na nani haa dioo. Ndio maana sisi tukaitwa wanaume. Mitiani mingi ni kwa ajili yetu, yataisha haya, Zaka, yataisha, mi nakwambia.

Sasa tu. Uko busy kia. Nimesema mimi. Mimi mlevi. Sasa umeona faida. Kaa vizuri. Huyo hapa baba, kama iomamz kufanya kuwa mnyama, na kama ulikuwa unamtaka yule mwanamke ungeniambia mimi

Eh, Mume wangu. Sio kijana wa mjoo. Nauliza nani? Ah, si kijana yule anakaa hapa. Na swala uchumba uchumba anatoka wapi? Kwa nini wao mjoo yule kijana? Sio namtania hapa. Ah, uchumba uchumba maana uchumba uchumba anatoka wapi? Mume wangu. Yaani anakuja ya hapa sijui mchumba wangu, sijui hela, sijui nini. Haya mambo yameanza lini? Huyu mtoto mdogo mtu anamuita mchumba. Huu uchumba uchumba nikwambia sitaki uchumba. Lakini baba mimi mbona mkeo anachukia mama wangu tu? Haijalishi, pamoja na kumuheshimu, lakini mazingira yako nyumbani kwangu sio sahihi. Mara mchumba, mara mkwe. Nimesema acha, yule ni mke wangu. Unajua uchungu wa mke? Sasa nakuonya, nitakupoteza. Unanijua mimi. Kwa nini unaingilia familia yangu? Na hata kaunurisha uliponitoa. Jomba. Ukae chini tujadili, hiyo tulifanya nini? Kwa sababu mimi mwenyewe soka maana napenda. Mimi mwenyewe pia roho inaniuma. Sawa, yule mtu wangu mimi. Mimi mwenyewe ninapokaa hapa au hujui tunapo na shida gani? Inshallah nikikaa hapa mtu wangu yuko hapa. Mimi mwenyewe nafarijika. Sasa hivi unavyoniona mimi mwenyewe hapa nasononeka. Kwa hiyo tukae chini tuone tunafanyaje. Mimi mwenyewe naona hata kula si. Una unachoniambia nikusikie. Hata unapokuwa unatokea mwanangu. Na Amekuja mzee kwa, eh, amesemaje? Na mbaba mmoja hivi, mimi hata aelewi. Yaani inasemekana umemchukua Mwanvita. Mwanvita? Kama sikosei. Umempeleka wapi Mwanvita mimi? Kama yule baba inaonekana kuwa ni mjomba wake na Mwanvita. Huyo sele huyo. Huyo sele sele. Ah! Kuna mtu ana matatizo. Na wewe ndio wa kumsaidia mtu huyo. Naye kwa taifa yako. Niko na chombo kipya eh? Niko na kujibaba, hilo dele linajua kutunza, sio yule, umeelewa eh? Nataka hela yangu. Siwezi kufanya na wala siwezi kuingia katika vita isiyo ni nihusu. <tune>